Ali Bakari eh, ambaye anakuja kutuletea zile ambazo eh, zimebamba eh, katika mitandao ya kijamii eh, na wakati ndio hivyo tena. Ali Bakari nikukaribisha ndugu yangu, karibu sana, asante eh, sana karibu sana. Tuko na Michael Hyera hapa na Philip Nkini. Hivi ni kipindi cha kwanza baada ya ya mwaka mpya, ama kipindi cha kwanza kwa nani hichi vianjani? Hesabu zangu ndo zinanichanganya, wewe hesabu zako ndo ziko mbaya, sababu mwaka mpya ni Jumatano, sisi tulikuwa hapo hiyo Jumatano kwa mwaka mpya, alafu kwa na Alhamisi kwa na Ijumaa, mbona mwaka nimeanza hivi? Alafu alafu na hisi na wewe umeshakuja hapa baada ya mwaka mpya na mimi unajua wakati naingia hapa niliwauliza hivi hapa baada ya mwaka mpya umesahau tu, eh, niliwauliza hivyo ndugu zangu kwamba kwa, kwa wewe ilikuwa ya kwanza, kwa mimi ya kwanza, eh, lakini kwa Michael kwa kwa Ali hapana <laughs> <mwakari> Umeshakuja hapa baada ya mwaka ah. <laughs> <Muna kawusana. laughs> ha. ya wako mwaka mbona umeanza? Kwa ujumla umependeza sana, nashukuru sana. Hiyo inaitwa kaunda suti au ni? Wana nashukuru kaka Philip Nkini kwa kusema hivyo kama usingenini Ambia hivi ningejitafakari mara mbili mm. <laughs> Ndio kwamba imekuaje umenyuka hapo ajambia alafu ha. Umekaa kimya <laughs> Yes, unaniruhusu ulama hii Salim Kidedea tuende katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii? Ndiyo, na kuhusu kabisa. Eh, hmm. na nimefurahi kuungana nawe pamoja na uh, Michael Hyera pia. Mm. Yes, tuende moja kwa moja katika zile zilizobamba mitandaoni. Kwanza tunakutana na taarifa uh, mpya kabisa kupitia ukurasa uh, rasmi wa Singida Black Stars ambao unafahamu kabisa uh, kocha wao ndio yule ambaye anaiongoza uh, Taifa Stars ama timu ya taifa ya Tanzania. Wanasema nini? Uh, Singida. Wanasema Singida uh, Black Stars ama BS inapenda kujulisha umma, mashabiki na wadau wa soka kuwa imefanya mabadiliko ya kiutendaji katika benchi la ufundi kama ifuatavyo. Singida BS imemwajiri Osman Najar kuwa meneja mkuu wa timu. Aidha, klabu imembadilisha majukumu, imembadilishia majukumu Ramadhan Mswanzulimo aliyekuwa mkurugenzi wa ufundi na kumteua kuwa mshauri wa ufundi wa klabu. Meneja mkuu wa timu atafanya kazi kwa karibu na kocha mkuu mpya David Ouma akishirikiana na makocha wasaidiza Musa ndo na muhibu Kanu. Katika hatua nyingine, Singida BS imembadilishia majukumu kocha mkuu Miguel Gamondi na kumteua kuwa mkurugenzi wa ufundi wa klabu. Aidha klabu haina pingamizi lolote kwa kocha Miguel Gamondi kuteuliwa kuwa kocha mkuu wa kudumu wa timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars. Endapo mamlaka husika zitaona inafaa. Watumishi wengine ambao hawajatajwa hapa, eh, watumishi wengine ambao hawajatajwa katika taarifa hii wanaendelea kutekeleza majukumu yao kama kawaida ndani ya benchi la ufundi. Mabadiliko haya yanaanza mara moja na yamefanyika kwa lengo la kuongeza ufanisi wa kiufundi katika kipindi hiki ambacho timu inashiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa. Yeah. Yeah. Yaani, yaani kwenye... <laughs> Ni mpya kidogo hii taarifa, taarifa nyingi ndani ya taarifa moja. Kwa sababu kuna taarifa nyingi kwenye taarifa moja, kuna taarifa nyingi yaani, kwenye hii taarifa, barua ni moja, lakini kuna taarifa nyingi ndani yake ndio maana Nkini anasema amevurugwa na taarifa, kwa sababu kuna taarifa nyingi, sema imenivuruga kila pala kuna taarifa eh. uh-huh. uh-huh. hapo ya kwanza uh-huh. ilitakiwa ianzie sehemu um ya kueleza ya kwamba imembadilishia mean majukumu kocha mkuu wa timu <laughs> unaelewa vizuri, na naf nafasi yake inachukuliwa na, na fulani, lakini pale ilivyozunguka hivi gani kama vile <laughs> lakini pia umurundi, mimi nilikuwa na tangi <laughs> wewe Michael, unasaidia, ni kocha kuna mkurugenzi wa ufundi na mshauri wa benchi la ufundi huyu, yeah. yeah. yeah. <coughs> mshauri wa benchi la ufundi anamshauri mpaka mkurugenzi. <laughs> mshauri wa benchi la ufundi bosi, yeah. anakuwa ni mkurugenzi wa ufundi anashauriwa na Maulima, ndio anakuja kumshauri. Lakini bosi kwenye kwenye kwani kwenye structure mm. ya technical staff mm. mkurugenzi wa ufundi mm -hmm. ndiyo Bosi ndo bosi, yani mkurugenzi wa ufundi ndo bosi bosi, yes. Yeah. Mhm. Mm. Au wengine watakafuata pa chini, mm -hmm. si makocha nani wote watakuwa chini yake. Hata mm -hmm. mshauri atakuwa chini yake. Yani yeye ya atatakiwa kuwajibika kule. Lakini kwenye ushauri sasa mm -hmm. well. <laughs> <laughs> kwa sababu ni mshauri sana kushauri, wewe utapongea utapokea. Ah, kwa hivyo bosi hapa anakuwa Miguel Gamondi. <laughs> Eh, hey, Miguel Gamondi anakuwa bosi kwa sababu yeye ndo mkurugenzi wa ufundi. Mkurugenzi wa ufundi structure yote yeye. Yeah. Kwa hiyo mimi anakuwa bosi. Mwalimu yeye ni mshauri mshauri wa ufundi wa wa klabu. Wa klabu yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Alafu kocha mkuu hapo ni nihapo David David uelewa kama hapo msadhurumo na naye ana na leseni ya ukocha. Mm. Hey, yes, alafu eh. Kuna meneja ambaye hmm. yupo pia kwenye timu, alafu David Ouma naye ana leseni meneja papendao nao ana na leseni hey. Muibukana naye pia na, na <laughs> <Not laughs> wote wapo hapo hiyo hey. Yani timu ina makocha wengi kuna meneja mkuu yani, meneja mkuu sasa. Hebu hebu tusaidiane kwa sababu pale pia siwana na, nani? Hamisi Hamis Tambwe eh? ambaye ni meneja wa timu meneja wa timu mm. Ila huyu ni meneja mkuu kama ile ya tatu. Kwa hiyo kuna meneja afu na meneja mkuu eh. Sasa kuna meneja kuna, kuna maana yake kuna eh, eh. Eh, kwa taarifa yao ambayo ameandika hapa na umeisoma eh -huh kuna mkurugenzi eh. wa ufundi ndio, ambaye ni Miguel Gamondi eh. Alafu kuna mshauri hapo anafuata hapo, kuna meneja mkuu okay. meneja mkuu, huh? meneja mkuu eh -huh. wa timu alafu eh. kuna head coach yaani yeah. kuna meneja mkuu ambaye ndio huyo mpya, alafu eh. kuna head coach eh. ambaye ni Ouma, alafu eh. baada ya hapo kuna wasaidizi wawili eh. ambaye ni Papendau, alafu eh. kuna uh, mwibu kano e, kano afu kuna mshauri mm. wa hilo benchi la e, fundi ambao umetaja hapo yeah, yeah. afu ndo hawa sasa kina uh, umemtaja nani Tambo. uh, uh, Mr. Tambwe mm. yeye anabakiwa kuwa meneja mm. wa timu kwa hivyo, title ya Mr. Tambwe ni ile ile kama no. kama Amisa anaingia kwenye ile pala kwamba wengine ambao mjetaji huyu mnaendelea na yes, majukumu <laughs> majukumu. <Yes ya. laughs> <laughs> <laughs> Sawa. Usi. Kwa hivyo usiulize Mr. Tambwe. Eh, wengine ambao mjetaji. Kwa hiyo tukubaliana kwamba kile cheo meneja kiko rasmi meneja mkuu wa timu. Unajua, ukiwa meneja mkuu wa timu mm. wewe ndio una manage kila kitu kwenye timu yani, ukiwa meneja wa timu, meneja mkuu wa timu kama huyo mm. ambavyo anaenda kufanya, maanake eh, kwenye masuala ya usajili na kila kitu, anafanya kazi inahitaji muda mrefu. Nafikiri kesho mnaweza taarifa moja. oh. kwenye taarifa eh. taarifa hii ina taarifa nyingi ndani yake. Kwenye taarifa wametupa, sawa Yes, jana uh, kila Mtanzania bila shaka anafahamu kilitokea nini uh, kule Moroko, mechi kali ambayo baadhi ya watu huenda labda hawakuitarajia kile ambacho kimetokea uwanjani, lakini ndo kimetokea na kimefanywa uh, na wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ta, ta, ta, Taifa Stars. Lakini kupitia ukurasa wa msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo Gerson Msigwa ameweka posti hii akisema asanteni, asante Taifa Stars, hatuwadai. Afrika na dunia imeona uwezo wetu na, na picha hiyo ya Nado hiyo na picha hapo, ndo kwenye haki eh, ya mtu hapo eh, ah, tunatafuta haki yake hapo eh <laughs> hey, bwana. hey. Ah, <laughs> hey. yes hatuna deni na, hatuna deni, hatuna kumi na sita bora, na namna walivyocheza jana, na namna walivyocheza na wale tena mbele ya Ashraf Hakimi. yupo watazamaji <laughs> niliona kwenye attendance pale uh, watazamaji elfu sitini na tatu na mia nne na ushe hivi. Ule si ndio uwanja ambao utaenda kuchezwa finali ule ule? Kwa hiyo watazamaji wamejaa. Onatamani... ule uwanja ulikuwa kimya sheikh. Baada ya hii Iddy Nado kuagusa mwanzo ulikuwa kimya maalim. <fight Studio> Kwanza Diaz mwenyewe kule Ka, <unexpectedly> yeah, hey. Kwenye benchi kule alionekana kavurugwa na yaani unaona kabisa hawa wame kavuruga. Alafu mwamba kile akiambia aende kwenye VR, sija alikuwa anajua kama ajahara si. Anaharibika yes. Kama <rozum> asikii. <plausible> kama asikii. Mimi niko napenda reaction tu ya wachezaji kwa maana nenda basi kule kwenye hey. Nani <kład mashed vimos> kwenye VR kama mwalimu uh, Regragui kuna kipindi alikuwa anaonyesha o ile goli la offside, nafikiri waliofunga mwanzo, kumbe biahara ilikuwepo bwana. Basi sawa, hiyo ni uh, Gerson Msigwa. Twende katika taarifa nyingine na kwenye tuone kuna habari gani, lakini kikubwa ni kuhusiana na Taifa Stars na mechi ya jana dhidi ya Morocco. Huyu hapa Ibrahim Diaz akiwa na Faisal Salum Faitoto, miongoni mwa picha ambazo kiukweli eh, zimesambaa mitandaoni, lakini hapa imepostiwa eh, na kaf eh, kwa maana ya kaf online kwa maana namna wanavyotambulika huko Instagram, lakini yeye amefanya collaboration pia na mchezaji Faisal eh, Salum Faitoto, wakiandika sportsmanship wana michezo eh? Mm -hmm. Yes, yeah. Now, Diaz, ule, hoto, na Brahim Diaz <laughs> It, mm, baada eh, yes, yes, eh, ya mpira ule karibia wote wa hiyo video lakini. Yes, na namna hiyo picha inazungumza mengi, hiyo picha inasema mengi lakini inanikumbusha nyuma mm -hmm. tulivyocheza na Stars ile, like, kipindi tunashinda goli tatu kwenye ile mechi pekee ambao tumewafunga Morocco mm. baada ya mechi Kumbuka, ni Samata alivua jezi akampelekea Maurin Mari Shamak, kaikataa kabisa ile jezi kwa sababu ameshapoteza. Alafu jamaa anampelekea jezi bana, tubadilishana, jamaa akaikata akaikataa kabisa ile jezi ile. ile picha mi mpaka leo inanikumbushaga, lakini ukiangalia hiyo hapo, unauona uwana michezo hapo. hmm. um, uh, kutoka Madrid hujue Ulikuwa na lazima ukitaja Real. Haya twende katika posti nyingine tuone na jana imeshinda ile video uliyokuwa unaitaka, mkidedea bila shaka, naweza kaanza tena kidogo tuone namna alivyokuwa na Faisal pale hapo ndo na Fei Yes, huyu mm. Yes, bwana anazungumza Kiswahili vizuri sana. Kama sijakosea yupo katika benchi la ufundi la eh, tena kizuri sana. Yes wote huyo, Ibrahim Diaz, bwana hey, lakini ye, ni yeye katika wachezaji wakubwa wana hali ile ya kukubali mm. Yani, ukimwona hivyo ni kwamba amekubali, amekubali uwezo, uwezo amekubali, kuna kitu na, yes, na, yali... na kwenye mazungumzo yake kama wachezaji watasema. Ndiyo. Lazima kuna kitu anawaeleza kwa kuwatia yeah, moyo ni yani, yani mm. wachezaji wakubwa wengi sana kuna kitu ndiyo. alikiona kwake kwa kuna kitu anamwambia yeah, mm. ambayo mm. conversation ni kwa kwasa na kwa na... Na... Nani? Mbape mm. Kevin John yes. Yeah. Au ni mtaja yeah. Mbappe wa Eh, hey, kesi hiyo Mbappe. <laughs> Alizungumza naye pia kwa kipindi hey, kidogo. Yes. Uh, eh? Yani <laughs> ni mchezaji pekee ambaye alipata AKA kuanzia akiwa timu ya vijana. Au si eh? Yaani huyo hajaipatia ukubwa ni. Mbappe ni akiwa timu ya vijana under 17. Safi. <laughs> Na selfie kidogo zilipatikana. Mm -hmm. Haya, yes. Twende katika posti nyingine tuone. Hayo ni Diaz ambaye ndo alifunga goli ambalo limeipeleka Morocco katika hatua ya robo uh, finali. Bwana huyu ni Infantino. Jan Infantino, kwa maana ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu eh, Afrika yani duniani, mm, kumradhi duniani, ndio eh, FIFA eh, yeye ameweka video yenye mkusanyiko wa matukio mengi, kwa sababu jana pia alikuwepo katika mechi wenyewe, lakini kuna sehemu, kuna sehemu. Yes, hii ndio niliko nae, naisubiri kwa eh, yule ni ni, ni Karia amechukua kofia ya Karia afu akaivaa yeye, ile iliyopita pale, inaweza kaanza tena bila shaka. Ile tukio limefanyika baada ya mechi au kabla hii ni wakati ule ni wakati wa mechi. Mechi inaendelea. Eh, bila shaka wakati wakati ngoja mtaona. Yupo hapo na Karia. Sasa kuna sehemu mtaona alikuwa anachukua kofia yes, mbele kututaona tu. Tuvumilie kidogo. Utaona amevua kofia ya Karia, ameivaa yeye. Kwenye tukio hapo hapo huyo hapo. Unaona huyo si ni Karia jamani au mimi ndo nafanya? Tuko sahihi. Tuko sawa. Anaichukua kofia afu anaivaa yeye. Inamaanisha nini? Biachie mtozi tu. Aiachie kidogo eh. Sasa hapo. Eh, eh. Tuone anavyoichukua anavyokuivaa yeye hapo, yes <laughs> kwa katika kichwa cha Infantino ina na ujumbe. Huyu ni rais wa FIFA eh. Mpira wote wa dunia ndo upo kwake ujue. Kuna, kuna, kuna kitu ana appreciate. mm. Yaani okay. Kwa kwanza kwa wenzetu kuchukua mm. Kofi yako ukavaa mm. Yani kuna kitu fulani hivi ame appreciate kwa career au kwa ile development yake anayoifanya ya soka ya mm. Tanzania mm. Kuna kitu fulani hivi amekikubali amekiona, kama bwana mm. Kuna kazi nzuri inafanyika hapo mm. Sababu hawezi kuvaa tu hivi hivi na nikukumbushe yani. Tu hapo uh, kaka Philip Nkini uh, Infantino aliwahi katika kuna mkutano ulifanyikaga kule Arusha kama unakumbuka mm. mm. Uh, aliwahi alimsifia sana Karia na mara nyingi anapokutana na Karia haswa ile alikuwa maana Karia alikuwa anazungumza na vyombo vya habari pale, alafu Infantino akapita pale, kuna maneno ya kumsifu Karia mm. aliyazungumza, inaonekana anamkubali sana, inawezekana yaani kwa picha kawaida pia inaonekana ni watu ambao wana wana bond, yes. kwa ukaribu sana mm. kwa sababu mm. uh, kitendo ambacho kwanza pale kulikuwa na watu wengi ambao alikuwa anazungumza nao, kwa maana kusaidia mashirikisho mbalimbali duniani, mashirikisho ya soka maeneo mbalimbali ambao alikuja kuangalia mechi yes, ile mame. delegation ya mm. pengine ya viongozi wakubwa wa washirikisho wa la soka barani Afrika pengine pia hata na dunia kwa ujumla wake yes, lakini kitendo cha kukutana na rais wa TFF mm. na kuzungumza kwa hivi ambavyo wanaonekana mpaka mm. nafika kwamba unaonekana ni watu ambao wana masiasa, sababu huwezi kutania na mtu ambao hujamzoea, yaani ni ngumu sana Mtu namkuta tu first time, yes, au ujui kwenye yeah. in details mm. alafu kaanza kutaniana naye ni kani kani, jambo ambalo ndio kwanza karibu, hata kama tuko mcheshi kiasi gani, inawezekana ikawa ni jambo gumu, lakini pia na kuonesha ucheshi ambao upo kati ya rais wa FIFA na, na rais wa TFF. Wote inaonekana ni watu ambao wana bondi vizuri. Ndio maana naona hiyo uh, coordination mpaka imefika huko kwamba hebu nichukue kofi yako ni vae na mimi. Inawezekana ikawa ni jambo ambalo sio rahisi kutokea kwa mtu mwingine. Na yuko pia na logo ya TFF wa? Yes, mm. Yeah, ni TFF. TFF. Ile baba